E, a, mimi ni Samuel Love wa kienyeji nimefika hospitali ya taifa ya Muhimbili baada ya kupokea taarifa jana kuhusiana na mwenzetu msanii wa muziki wa Singeli Msaga Sumu baada ya kuwa wamepata ajali maeneo ya huko Songea, uko wakati wako kwenye shughuli wa zao za kimuziki. Nimefika hapa Muhimbili odi ya Moi, na huyu ambao unaniona niko naye hapa ni DJ wake anaitwa DJ Solopa ambaye alikuwa naye kwenye hiyo gari ambayo imepata ajali ambayo kwenye mitandao watu mmeshaanza kuiona. Ok Msolopa. Okay. Uh, Watanzania wamepata taharuki kidogo baada ya kusikia msanii wao mpendwa Msaga Sumu amepata ajali ilikuwaje kwanza? Ah, ajali kanatoka kwenye mwenge asubuhi, kuwa kama bai kwenye saa moja ya asubuhi a, kuna sehemu kuna kona kali ya kuira kuna vijana bodaboda wakakatiza, katika kukatiza dereva waka kukwepa ile gari ikaama njia, kuna kitu si anaita nini kwenye gari kikakatika, zeni ka kapiga sambasoti kama mara tatu kaenda kagonwa kwenye mti a, baada ya kugonwa kwenye mti imetokea ndugu yetu akawa kaumia sana sehemu za kichwa na kisu, wengine tumepata majeraha tu mikononi, kwenye mbavu, lakini tuko sawa. Okay, hali ya Msaga Sumu sasa hivi ipoje? Kwa kuwatoa hofu wa Tanzania na mashabiki zake wote, kwa sasa yuko sawa ila anaangaliwa zaidi vipimo vya kichwa, tuone yuko kwenye, yani imemwathiri kiasi gani, ila kwa sasa yuko sawa, anaongea, anakaa, anacheka ono na baka taarifa hii mwenye atakuwa izini. Sasa mnaweza mkawaambia mkawaambia watu bana. okay. sisi tuko hapa mwimbili kwa ajili ya kuja kuhakikisha mwenzetu anapata anapata huduma na anapata nafuu Singeli. Kwa hiyo kama ambavyo unamsikia au ni DJ wake DJ Msoloba kwe, alikuwepo pia kwenye hiyo ajali. Naye pia amepata maumivu kulia na kwenye mbavu wake, na naye pia alikuwa ni sehemu ya watu ambao alikuwepo kwenye hiyo gari amepata ajali. Kwa hiyo tuendelee kumuombea ndugu yetu Msagasumu, sisi tuko hapa kuhakikisha kila kitu kiko mahala pake.